Katika hali ya sintofahamu inayozidi kutanda ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, viongozi na wanachama wa tawi la Kinondoni jijini Dar es Salaam wamemtolea wito Mwenyekiti Mstaafu wa chama hicho, Freeman Mbowe, kujitokeza hadharani na kueleza msimamo wake kuhusu mvutano unaoendelea ndani ya chama. Mgawanyiko huu unaodaiwa kuhusisha kundi linalojulikana kama G55 umekuwa gumzo la siasa za upinzani kwa wiki kadhaa sasa. Wanachama hao wanadai kuwa ukimya wa Mbowe katika kipindi hiki nyeti si wa kawaida na unaibua masuala mengi kuhusu nafasi yake katika mvutano huu. Hatuelewi kama Mbowe anaunga mkono upande wa G55 au la, ukimya wake unaumiza chama, alisema mmoja wa viongozi wa CHADEMA Kinondoni, aliyezungumza na waandishi wa habari kwa masharti ya kutotajwa jina. Viongozi hao wameonyesha kusikitishwa na kile walichokiita kutengwa kwa wanachama wa kawaida na kupuuzwa kwa misingi ya demokrasia ya ndani ya chama. Wametaka Mbowe, kama kiongozi aliyeshiriki kwa karibu katika harakati za chama kwa miaka mingi, kuwa mstari wa mbele katika kuleta maridhiano na kuimarisha mshikamano. Hatuwezi kuendelea na hali hii ya sintofahamu. Tunamheshimu Mbowe, lakini tunahitaji kusikia sauti yake. Viongozi hawajengi chama kwa maneno pekee bali kwa matendo na uwazi, aliongeza kiongozi mwingine. Hali hii imekuja wakati ambapo Chadema inajiandaa na mikutano ndani ya chama na maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao, jambo linalohitaji umoja wa dhati miongoni mwa wanachama wake. Wanachama wa Kinondoni wamesisitiza kuwa ikiwa hali ya mgawanyiko haitashughulikiwa mapema, chama hicho huenda yakabiliwa na changamoto kubwa ya kisiasa. Wito huu kwa Mbowe unalenga kumtaka achukue jukumu la uongozi, sio kwa nafasi ya cheo pekee, bali kwa dhima ya kihistoria na maadili ya chama alichokisaidia kukijenga. Na hii ni Erasmi TV.